Hiyo ndio kazi mlinipatia. Na hiyo ndio kazi mimi nafanya. Na nafanya na bidii sana. Zi hawa watu wengine hawana mpango. Waja, msipoteze na we cannot hand over to people hawana mpango. Ati mpango yao Ruto must go. Sasa Ruto must go itakusaidia na nini? Hujui vile vijana wetu watapata kazi. Hujui vile kilimo itaendelea. Hujui vile watoto watasoma. Huna mpango ya ajira ya vijana. You have no plan to do anything. Ni mtakubali hii story yao watu ambao hana mpango yoyote, ati kazi yao kubwa ni ukabila, shares sijui ya nani, sijui chuki sijui kisirani. Hata angalia wakiongea, wanaongea na kisirani mingi sana ni kama sijui nani aliwakosea. Na kama wako na kisirani na mimi, wawachane na Wakenya wakuje tukutane kando huko, ama namna gani? Eh, nitawamalizia pale kando. Wow, watu <laughs> sijui kama tunaelewana. Ya muhimu, ndugu zangu, watu wa Kakamega, ya muhimu ni vile vijana wetu watapata kazi, vile kilimo itatupatia pesa, vile watoto wetu watasoma na vile matibabu itapatikana, that is what is important to us as a people to the people of Kakamega to the people of Western and to the people of Kenya. Nimesikia Kasongo amesema akiwa huko Western Kenya ati ya kwamba akishindwa hata handover kwa watu ambaye hawana plan. Wacha nikwambie, Kasongo, umefanya mzuri kukubali utashindwa. Hapo umepata <laughs> si ndio pahali umeangukia Kasongo. There is no provision of handing over in the Kenya Constitution. What there is is assumption of office. Hatuhitaji wewe kwa rais mpya ambaye atachaguliwa na wakenya kuchukua ofisi. Kasongo haende asiende. Haende asiende. Asiende? Tuko na slopes daily. Hapa inaitwa Kerema slopes ya maziwa. Maziwa yetu imekataa kununuliwa inamwagwa. Viongozi wetu hapa, gavana amenyamaza. Wewe gavana, umenyamaza kwa nini? Wewe unafanya nini na Kasongo na anafinya watu wetu? Msaliti si msaliti? Msaliti si msaliti?